Lenacapavir ni dawa mpya inayotumiwa katika matibabu ya virusi vya UKIMWI, yani VVU. Dawa hii imefunguliwa na kampuni ya Gilead Sciences na ina sifa za kipekee ambazo zinaweza kusaidia katika kudhibiti maambukizi ya VVU. Hapa kuna baadhi ya mambo muhimu kuhusu Lenacapavir. Jambo la kwanza, nafasi ya dawa. Lenacapavir ni dutu iliyo katika kikundi cha dawa na inafanya kazi kwa kukatisha mchakato wa uzalishaji wa virusi. Hii inasaidia kupunguza kiwango cha virusi kwenye mwili wa mtu aliye na VVU. Jambo la pili, njia ya matumizi. Dawa inatolewa kwa njia ya sindano ambayo inaweza kuwa njia bora kwa watu ambao wanaweza kuwa na shida ya kuchukua vidonge kila siku. Linakapa vili, inawekwa kwenye mwili mara mara moja kwa kwa muda mrefu, na hivyo kupunguza haja kujitafutia dawa mara kwa mara. Jambo la tatu, utafiti na ufanisi. Utafiti wa awali umeonyesha kwamba Linakapa vile ina ufanisi mkubwa katika kupunguza kiwango cha virusi kwa wagonjwa walio na maambukizi ya VVU. Inatumika pia kama sehemu ya mipango ya kuzuia maambukizi mapya ya ya VVU katika jamii. Jambo la nne, vikundi vya walengwa, Linakapa vili inafaa kwa watu wote walio na maambukizi ya VVU ikiwa ni pamoja na wale ambao tayari wanatumia dawa nyingine za E, kupunguza makali ya VVU na inaweza kutumika pia katika matibabu ya watu ambao hawajapata matibabu kabla. Jambo la tano, faida ya changamoto. Moja ya faida kubwa ya Lenacapavir ni uwezo wake wa kutoa matibabu ya muda mrefu bila haja ya dozi za kila siku. Hata hivyo, kama dawa nyingine inaweza kuwa na madhara yanayoweza kutokea na hivyo inashauriwa kuwa ufuatiliaji wa karibu na daktari. Kwa ujumla, Lenacapavir ni hatua mpya katika vita dhidi ya VVU na inatoa matumaini kwa wengi wanaokabiliwa na changamoto za kudhibiti maambukizi haya. Ni muhimu kuendelea na utafiti na elimu kuhusu dawa hii ili kuhakikisha inatumiwa kwa njia bora katika matibabu ya ugonjwa huu. Asante na tukutane katika somo lingine.